Naitwa Justicia Maside, mjumbe wa bodi wa shirikisho la vyama vya ushirika Tanzania, lakini ninatokea chama cha ushirika wa akiba na mikopo Bandari Saccos. Leo tuko hapa na wenye viti na watendaji wakuu ambao ni wanachama wa shirikisho la vyama vya ushirika Tanzania, TFC. Lakini lengo kubwa tumekutana hapa sisi kama bodi ya mpito ambao tuliteuliwa mwaka jana, tuliteuliwa mwaka jana na mrajis wa vyama vya ushirika Tanzania ili kuweza kufanya mabadiliko ndani ya shirikisho la vyama vya ushirika Tanzania. Kwa hiyo tuko hapa leo kuongea na wenye viti na watendaji wakuu ambao ndio wenye chama waweze kuona shirikisho lao linaendaje, shirikisho lao kwa, kwa hii kamati, kwa hii bodi ya mpito limefanya nini kwa kipindi kuanzia Januari mpaka mwezi huu. Bodi imeweza kutoa wasilishi la nini kimefanyika katika hichi kipindi, mafanikio yaliyopatikana machangamoto ambazo tumekutana nazo na nini kifanyike huko mbele. Kwa hiyo tumeleta kwao kama wazo la mapendekezo ya nini kifanyike kuboresha, kwa sababu ukweli ni kwamba tunajivunia hata haya mafanikio na tunajivunia zaidi kwa baada ya kipindi kirefu sana TFC imeweza kupata hati safi. Kwa hiyo tunajivunia, na nashukuru hata wanachama ambao ni wa, wa, wa, wanachama wa shirikisho wameipokea kwa furaha.